Hapo ngapi? Nitakuungisha wala usijali. Ama ni ni zote wapi? wapi? huko gani? Hamna watoto. Unafanyaje unachukua ngapi? Ama sita ni mzuri kinyama. Unaoga na mafuta nini? Asante sana. Mama unaangaa mafuta. Unaangaa kinyama yenyewe. Mademu wengine wanakosa anakosa huko mbinguni. Na uta demu amezaliwa amekaa kama baba yake. Unadhani yenyewe? Kula mama ni mzuri kinyama yenyewe. Kweli? Kweli nashukuru, nikinziko na picha yako enyewe, kama ungeana na Mungu apunguze hata miaka yangu miwili akuongezee, ila hey, hey, mama enye umefikia huko, mi naweza nikakuongezee enyewe <laughs> Si ndio enyewe? Kwa nini? Ah, wewe ni mrembo. Yaani, umekipenda sana. Hapo, hii kwako enyewe, kwanza hiyo baby face. Hizo sex eyes, hizo romance za lips, hiyo kifua siwezi sema ni sangapi, shuka na hilo haga <laughs> mama yake, umemaliza. Ila Mungu hawezi kuumba akupe kila kitu, umenyimwa tu kitu kimoja. <laughs> <Auna yo. laughs> e <laughs> <laughs> no na mbangu ya simu hauna hiyo mpaka nikupe mimi yenyewe. Utanipa, au si wenyewe? Ni kweli. Fanya saa maelekezo hapa yenyewe, unyama yenyewe ungisha kwanza